Umewahi kuhisi kama mtu anakupenda, lakini ndani ya nafsi yako kuna sauti ndogo inakwambia hapana, huyu mtu ananitumia kihisia. Leo tutajifunza jinsi ya kuwatambua watu wa aina hiyo kabla hawaja kuchosha kisaikolojia. Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe kwenye Life Psychology TZ. Bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku. Jinsi ya kutambua watu wanaokutumia kihisia. Watu wanaokutumia kihisia hawakuumizi ghafla, wanakuchosha taratibu kupitia maneno matamu, matumaini ya uongo na uhusiano unaokufanya ujione mwenye hatia kila mara. Kisaikolojia, hawa ni watu wanaojenga nguvu zao juu ya udhaifu wako wa kihisia. Namba moja, wanaanza kwa kukufanya ujihisi mtu maalum. Kwanza watakufanya ujisikie wa kipekee. Watakuelewa, watakusifia na watakupa hisia ya usalama ya muda mfupi. Hii inaitwa love bombing, ni njia ya kukuaminisha kuwa umepata mtu wa kipekee, lakini lengo lao ni kukushika kihisia haraka iwezekanavyo. Namba mbili: hisia zako ndizo zinaamua utulivu wao. Baada ya kukuteka kihisia, wataanza kutegemea nishati yako. Ukiwa na furaha na wana furaha, ukikosea kidogo, wanajifanya wamevunjika moyo hapa unakuwa mtumwa wa hisia zao. Hii inakufanya ujisikie unawajibika kwa furaha ya mtu mwingine, kitu ambacho si afya ya kisaikolojia. Namba tatu, wanatumia hisia zako kama silaha. Watatumia huruma yako au hofu yako ya kumuumiza mtu kama silaha ya kukutawala. Watazungumza kama bila wewe siwezi kuendelea, au ukiondoka nitajiumiza. Kwa nje inaonekana kama upendo ndani yake kuna udhibiti safi. Wanakutengenezea hisia ya hatia ili ubaki, hata kama unaumia. Namba nne, wahupuuza hisia zako wakati hawana haja nazo. Unapohitaji msaada, wanatoleka, lakini wao wakihitaji kitu, wanakaka uwe wa kwanza kuwasaidia. Hii ni dalili ya mtu anayetumia uhusiano kama njia ya kupata manufaa, si kama nafasi ya kujenga urafiki wa kweli. Namba tano uhusiano unakufanya uchoke badala ya kukujenga. Uhusiano wa kihisia unao afya unapaswa kukuongezea amani, si uchovu. Ukiishi kwa hofu ya kusema ukweli wako au kujihisi hujitoshelezi kila mara, hiyo ni ishara ya kuwa ndani ya mtego wa mtu anayekutumia kihisia. Suluhisho namba moja: tambua mipaka yako boundaries. Kisaikolojia, mipaka ni kinga ya akili yako mtu anayekupenda kweli ataiheshimu, lakini mtu anayekutumia ataijaribu kila siku. Jifunze kusema hapana unapojisikia umechoka bila kuhisi ni dhambi. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya kujilinda kisaikolojia. Namba mbili, usiogope kupoteza mtu anayekuumiza. Kuna watu ambao hawapaswi kubaki, hata kama wanamaanisha kitu kwako. Kuachilia mtu anayekuumiza si udhaifu, ni ushindi wa akili na nafsi. Kikaa na mtu anayekuchosha unakuwa adui wa amani yako mwenyewe. Namba tatu, jifunze kusema hapana bila hisia ya hatia. Mtu anayekutumia atakuaminisha kuwa unamuumiza unapokataa, lakini kisaikolojia, kila hapana unayosema ni ishara ya kujipenda. Hapana inamaanisha unaiheshimu nafsi yako na hutaki kuumizwa tena. Namba nne, tambua thamani yako ya ndani. Mara nyingi tunarudi kwa watu wanaotuumiza kwa sababu hatujui thamani yetu. Jifunize kuthamini upendo, muda na nishati yako. Mtu anayekuthamini atakuongezea nguvu si kukupunguza. Thamani yako haipimwi na idadi ya watu unaowasaidia, bali na amani unayohisi unapowasaidia. Kuwatambua watu wanaokutumia kihisia ni sehemu ya safari ya kujitambua. Kila mtu anayekuja katika maisha yako anakufundisha kitu. Wengine wanakufundisha upendo, wengine wanakufundisha mipaka. Usiogope kupoteza watu wanaokuchosha kwa sababu, ukijua thamani yako utaanza kuvutia wale wanaokupenda kwa dhati. Kama umewahi kuhisi umetumiwa kihisia, usijilaumu. Jiulize tu, nimejifunza nini kutoka hapa. Usisahau kusubscribe kwenye Life Psychology TZ kwa elimu zaidi za kisaikolojia zinazokujenga kiakili na kihisia. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.